rahim ndugu yangu mfuatiliaji, amani ya Allah iwe kwako popote pale ulipo unaponifuatilia duniani, ni kuombe usiache kufuatilia darasa zetu katika chaneli yetu hii pendwa kabisa Jureej Mo Ruhaniyyaat. Mimi kwa jina langu ni Jureej Mo. Leo tutaweza kuelezea kuongea kuhusiana na mwendelezo wa darasa ya Barhatia leo E, tutazungumza kuhusiana na jina moja katika majina ya barahati ambalo ni jina la pili baada ya barahati. Ndugu yangu, barahati ni majina katika majina ambayo zimekuja ikhtilafu nyingi katika kitabu kinachoitwa e, mamba usulul Hikma, lakini na vitabu mbalimbali ambavyo vya wanavyuoni waliotarakiz katika masaili haya ya kiruhani, basi majina haya wanatuambia ni majina katika majina lakini wapo wanaosema kwamba katika miongoni mwa wanavyuoni wanasema ni majina ya viumbe wakubwa ambao wa Allah aliwaumba, lakini wapo wanaosema hapana, haya ni majina katika majina ya Allah. Sisi kama wanadamu basi, e, na sisi kama Waislamu, sisi ni wafukunyuku katika kufukunyua, kusoma na kutambua masuala mbalimbali. Wenzetu wazungu mashallah wameweza kusoma na kufika mbali mpaka wanafanya mambo makubwa sana ambayo katika ulimwengu wamekuwa ni wanasayansi wa kwanza kabisa katika kufukunyua na kufanya mambo makubwa. Lakini mwanasayansi mkubwa kabisa e, katika wanasayansi tunaweza tukasema ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ndugu yangu ni katika kusoma. Mtakapokuwa ni mwenye kurakiz katika masaili ya kusoma, basi utaweza kutambua vitu vingi sana. Eh katika ulimwengu eh, kwa sababu siri Allah ameiweka katika kutambua na kujifunza, ndugu yangu. <coughs> Eh, leo tutaishi na jina linaloitwa Kariyri. Hili jina ni jina katika majina au ni jina la pili katika majina ya barahatia ambayo 27 au 28. Eh, jina hili Kariyri, wanaosema wanasema ni jina ambalo lina uzito katika majina ya Mwenyezi Mungu wakasema ni jina ambalo eh, linachukua nafasi katika eh, lugha ya Kiarabu linalosema ilahi kulli shay'in, ilahi kulli shay'in, eh ndio maana yake. Unaposema ilahi kulli shay'in, maana yake ni Kiarabu, ilahi aliyetajwa ni Mwenyezi Mungu. Hapo unaona eh, pamoja na ikhtirafati mbalimbali mbali, lakini ni lugha hii <coughs> ya Kibrania, ni lugha ya Kibrania ambayo walitumia wenzetu waliotangulia katika mitume mbalimbali wa hakadha e, ambao walipita. Kwa hivyo jina hili moja kwa moja niingie katika usiri wake, kwa sababu ukitaka e, kuchambua kujua zaidi asababuuktakucambukuu e, usiri wa hiyo Kibrania na hiyo lugha ya Kibrania ni darasa lingine au ni, ni darasa ni somo zima. Kwa hiyo leo tutazungumza kuhusiana na e, jina hili la Kariyrin. Kariyri katika uzito na katika usiri, miongoni mwa asiri ya hii jina, ndugu yangu, ni jina ambalo kwanza kabisa unaweza ukalitumia katika masaili ya kitwiba, katika masaala ya tiba, unakitumia katika namna ya kuliandika kama lilivyo na huwa necha yake, na desturi ya haya majina huwa yanatajwa mara mbili mbili, kwa mfano barahatii barahatii Karirin, karirin, tatilii hivyo kuendelea mpaka mwisho, shamkhabaruhi mja la mwisho kabisa. Kwa hivyo natamkwa mara mbili mbili. Sasa jina hili ni jina ambalo linafanya mambo makubwa tu, we mwenyewe utaangalia ulipeleke katika kazi gani na unakusudia kufanya nini kwa kulitumia lo. Sasa leo tutazungumzia katika masala ya ku ya ya ya masala haya ya kitwiba mathalani <coughs> au kiroho, tunaweza tukasema hivyo. Unaona, eh? Uh, ni unaweza ukalichukua hili jina ukaliandika, eh kariyrin, hapo kuna re mbili, re na kuna kafu moja halafu na kuna ye kafu eh. Kwa uzito wa namba ni namba ishirini halafu kuna re ni namba mia mbili kwa utapata mia mbili na ishirini alafu kuna ye namba kumi mia mbili na thelathini kariyri halafu kuna rehe tena mia mbili Kwa hiyo utapata karirin karirin, kwa hiyo 400. Unaona, 400 na 20 na 430, yaani uzito wa jina lote 430, 400, namba 430. Kwa hiyo kama utaweza kuliandika mara 430 hili jina katika karatasi ya e, e, nyeupe kwa wino wa zafarani unaona, ambao ni uwino mwepesi katika uyayuka. Kisha baada ya kuyayuka, ukaitumia ima kwa ajili ya kuosha au kuoga au kuoshea mwili wako, ala kule hali ntiba hizi katika kama tiba nyingine, ima ukaitumia pia kwa ajili ya kunywa na ukatumia katika almuhimu, kwamba wewe manuizi tutakayokuwa umeweka ndani yake, basi utaweza kuona mabadiliko lakini, utaweza kuona maajabu ya hilo jina katika kutenda majambo. Lakini kama mtu ana masheitani eh, baada ya kumsomea kama ni rukia, kama kitu gani, basi ala kuli hali ukaliandika ili jina mara hiyo 430 kisha baada ya kuliandika mara 430 ukaweza kuliayusha unaona eh? baada ya kuliayusha tayari ukampa mgonjwa wako, ama akatumia kwa kunywa, am ukachanganya na na nini na buhuri zile ambazo utachukua kibiriti upele ni ni dawa ambayo inauzwa, lakini ukachukua uka na karafuu maiti ukachanganya kwa pamoja, lakini yani kafur, kisha ukachukua na limiti ukachanganya kwa pamoja. Kisha baada ya hapo ukaviweka vikawa ni vyenye kuyeyukiana kwa pamoja, kisha ukamwekea mtu kumfusha, uka mtu ambaye ana matatizo ya majini mahaba, eh, au katika upande wa mapenzi na mahaba majini, basi akawa ni mwenye ku- kufusha biidhinillahi alkarim basi hiyo hali itaweza kuwa katika hali ya usawa. Kwa hiyo ndugu yangu, hii ni jina ambalo na usiri ni mkubwa, utatia manuizi, lakini kama ni katika masala ya kutaka kumtilia mtu nia katika masala mengine yale ya kikubwa, basi ukaliandika katika hiyo na 430 kisha ukaliweka katika mshumaa mweupe, ukaichomea, ukatawakali, basi ala kuli hali mambo yatakuwa yanakwenda katika upande wa tiba, lakini na, na na, na masala ya ki ya kiroho na kiimani. Kwa hiyo, Mwenyezimungu atuwafikishe katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Usifanye katika hali ambayo ni ya kumuudhi Allah, fanya katika hali ambayo ni ya kitiba na kujitakia na kumwomba Mwenyezimungu akufanyie wepesi. Wassalamu alaikum walafa minkum wamin kunna